Okay, um, ngoja nitumie nafasi hii ili tumalize huu mjadala ambao unaendelea na nafikiri utasaidia wengi. I mean nothing. Sitaki kugombana na kanisa, sitaki kugombana na watu wa Mungu. Na siko hapa ku promote suruali, it's none of my business. Lakini nazungumzia kwa niaba ya wengi. Inawezekana wewe una defend sana suruali kwa sababu unajiangalia wewe mwenyewe na kanisa lako na uongozi ulionao. Lakini nasimama kwa niaba ya wengi ambao wamekuja kwangu personally, kulalamikia kuhusu mavazi ya suruali. Siko hapa ku promote suruali, narudia, lakini nachoweza kuzungumza kwa swala zima la suruali siseme uvae suruali lakini nataka kumwambia dada Mkristo, va decent. Va decent. Decent maana yake ni kuvaa kwa heshima kama unavaa, hata kama ni suruali yako, hakikisha ni vazi la heshima. Top gani umeweka? Angalau umefunika maungo yako vizuri. Hakikisha ni vazi la heshima. Top gani umeweka? Angalau umefunika maungo yako vizuri. Kwangu mimi, nataka kusema wazi. Suruali kwangu si dhambi. Kuna madhambi mengi huku duniani yanatuzunguka. Sitaki kuweka suruali kuwa sehemu ya dhambi. No. Lakini ninachotaka kumshauri dada wa Kikristo, Va decent. Kama ni suruali, unapovaa umevaa nguo yako vizuri, kaa kwenye kiwango hivi na mwakilisha Yesu Kristo vizuri, inakaa kiheshima. Ukiona ni heshima, go for it. Nakushauri endelea na Yesu, aendelee kuwa ni Bwana na usihukumiwe na chochote, lakini hakikisha roho wa Mungu ndani yako akukwambia, hapa niko sawa, umevaa. Dada wa heshima, uvae kiheshima, iwe suruali, iwe kanzu, iwe nini, kiheshima. Na ndio maana sikuzungumzia sana vimini, kwa sababu vimini naanza kuondoa heshima, ikiwa mini skirt sana na maana, kuna heshima Okay. Na pia napenda kusema tu jambo moja. Kuna watu wana, wana wasiwasi sana. Na napenda kusema, "Oh, unaona Christina umebadilika sana, umebadilika sana." Wacha nikwambie hiki kitu kwamba wazungu wanasema change is inevitable. Huwezi kukwepa mabadiliko. Mabadiliko hayazuiliki. Mimi najiangaliaga 10 years ago, yani na hivi sasa. Yani najiona kabisa uzee na huu umenijia ndugu. Eh hey, ndugu. Usiogope mabadiliko. Mabadiliko yapo tu, nilikuwa mdogo, sasa hivi ni mtu mzima. Mabadiliko lazima yawepo. Na jambo moja nataka nikwambie, wewe unasema kabadilika, kabadilika, angalia, usije ukabadilika kwa ubaya. Ni yeli ujue kwamba kuna mabadiliko na mabadiliko ni lazima, lakini kitu kikubwa ni kwamba usibadilike kwa ubaya, badilika kwa uzuri. Ukishindana na mabadiliko utaumia. Ni yeli uende na hali ya hewa inavyokupeleka ni heri uende ukubali mabadiliko, ujipange sawa sawa ili usiache Kristo, uendelee kuwa Mkristo mzuri na endelee kuamrika. 10 iliyopita sikuwa kama nilivyo, yani kiangalia viungo vyenyewe, yani wewe mwenyewe unajua, kwa miaka 10 nilikuwa kaslim lady eh, bwana kaya mm. eh bwana, unaona grey wewe, ndio unanyemelea hivyo. Ndugu, kwa lazima ukubali mabadiliko. Ukishindana na mabadiliko utaumia sana. Tunajifunza jambo moja, hakuna kitu kisichobadilika na nachoweza kukushauri ndugu, usishindane na mabadiliko. Ukishindana na mabadiliko utaumia. Kisichobadilika pekee yake dunia hii ni neno la Mungu. Dunia inabadilika, mambo yanabadilika, teknolojia inabadilika, hata sisi wanadamu tunabadilika. Wewe usiyetaka kubadilika dunia una matatizo gani? Neno la Mungu pekee yake ndio haliwezi kubadilika. Kwa hiyo simama, ukubali matokeo, kubali mabadiliko, lakini ninachoweza kukushauri, ubadilike kwa uzuri, uwe positive na isiwe kwa ubaya. Siku zote ukiona mabadiliko uwe positive na usimamie msingi mkuu unaosimamia ni neno la Mungu, lakini mabadiliko hayazuiki. Asante. Karibisha kwenye uzinduzi wangu tarehe nne mwezi wa sita wetu, usiogope kuja tarehe sita, tarehe nne mwezi wa sita, ukutane na watu wengi, lakini tumtukuze Mungu pamoja Hakuna kitu cha ziada, hakuna kitu cha zaidi, ni kumsifu na kumtukuza Mungu wetu kwa wema aliyotutendea. Usikose basi, na kukaribisha sana sana, na wasiwasi sana na wapenda kusema oh, unaona Christina anabadilika sana, anabadilika sana. Wacha nikwambie hiki kitu kwamba wazungu wanasema change is inevitable, huwezi kukwepa mabadiliko, mabadiliko hayazuiliki zuiliki. Mimi najiangaliaga 10 years ago, yani na hivi sasa, yani najiona kabisa. Uzee ndo huu umenijia ndugu. Huko hakikisha ni vazi la heshima. Top gani umeweka? Angalau umefunika maungo yako vizuri. Kwangu mimi nataka kusema wazi, suruali kwangu si dhambi. Kuna madhambi mengi huku duniani yanazozunguka. Sitaki kuweka suruali kuwa sehemu ya dhambi. No. Lakini ninachotaka kumshauri dada wa Kikristo, Va decent. Kama ni suruali, unapovaa umevaa nguo yako vizuri, kaa kwenye kiwango ile hivi na mwakilisha Yesu Kristo vizuri. Inakaa kiheshima. Ukiona ni heshima, go for it. Nakushauri endelea na Yesu aendelee kuwa ni Bwana na usihukumiwe na chochote lakini, hakikisha roho Mungu ndani yako akambia hapa, niko sawa.